Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Kamishna Msaidizi Mwandamizi Agustino Senga. Leo tumepokea magari haya mawili, magari ambayo yatatumika na askari wetu wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe na chini ya usimamizi wa kikosi chetu cha kutuliza ghasia ya mkoa wa Songwe. Ni magari ambayo yatatusaidia katika shughuli za kila siku. Kwa hiyo nichukue nafasi kabisa kumshukuru afande IGP wetu wa jeshi la polisi Camillus Wambura kwa jitihada zake mpaka tumeweza kupata vifaa, lakini tujue kwamba ni serikali ndiyo inayofanya mambo yetu. Kwa hiyo nichukue nafasi pia kumshukuru mheshimiwa rais kwa kuendelea kukuona kuongezewa vifaa. Tumepokea magari mengi, na sasa tunapokea vyombo hivi kwa ajili ya kutuliza ghasia. Kwa hiyo nashukuru sisi kwetu kama kamanda wa mkoa, nitawakabidhi wenzetu wa Field Force kudai mkuu wa kitengo cha kutuliza ghasia ya mkoa wa, wa Songwe. Yatakuwa kwake, sisi ni kuyatunza na kuwafanyia kazi kwa kadiri ya maelekezo. SSP Gadogosa ni mkuu wa FFU mkoa wa Songwe. Uh, Afande kamanda mkoa wa Songwe amejikabizi magari haya kwa ajili ya matumizi na mimi naahidi magari haya yatatumika kama maelekezo kutoka kwa kamanda, kwa, kwa na, naleta maelekezo wayo kaji kuyatumia wa bila kinyume na matumizi yerekezi. Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.